Karibu sana Basata sanabasaa eh, sisi tunakufahamu kama wewe mtangazaji. Sasa huko kwenye sanaa umefikaje? Umeibukaje? <laughs> Kumbe ulikuwa na kipaji kingine kimejificha, eh, he. Lakini taratibu zetu za Baraza la Sanaa na Taifa, mtu anapoingia kuwa msanii ni muhimu akajirasimisha. Kwa hiyo tumekuita moja, umetustua kwamba kumbe tuna msanii mwingine alikuwa amejificha. Kwa hiyo tumekuita ujirasimisha. Na zoezi la urasimishaji nadhani umelianza yeah. uh -huh. Umemaliza? Sana, pia Aha. Yeah. Okay, sawa, sawa. Lakini la pili e, sisi tumekuita kwamba kwa sababu umeamua kuingia kwenye sanaa e, tukupe mwongozo wa maadili e, kama unavyosema Basata e, tunahitaji zaidi kuwalea wasanii e, lakini pia tunataka kuibua vipaji, hatutake kipaji chako kife e, yaliyoimba humo ndani ni mengine tutazungumza, lakini tukupe mwongozo kwanza <laughs> tukupe mwongozo nani, Joffrey, hebu ulete kwanza nikabidhi mwongozo, au... E, nyimbo imepewa grade la watu kusikiliza kuanzia wa miaka 18 na, na kuendelea na Osca Osca tumeshamwambia, ukishapewa grade kwamba bana wimbo wako unapaswa kusikilizwa na watu kuanzia miaka 18 na kuendelea, maana yake wimbo wake utapigwa kwenye night clubs, wimbo wake utapigwa kwenye nyumba za starehe, utapigwa kwenye maredio kuanzia saa sita usiku. Ndio daraja la 18 na kuendelea. Maana yake kwamba hautapigwa wimbo huu kwenye public space. Public space space maana yake kwenye vyombo vya usafiri ambapo kuna watoto eh, <laughs> kwenye matamasha ambapo kuna watoto. Eh, kwa hiyo tume, tumezungumza naye na hiyo grade alishaipata mwenyewe anajua. Eh, kwa hiyo swala ni utekelezaji tu wa hicho kilicho. Kuna namna ambayo tunaona kama msanii mpya Osca Osca kuleta ubunifu tofauti, kwa sababu ulipo kusema kwa kiongozi kwamba ubunifu, kuna namna ya kuweka mashairi, sio kianza tu kienda kwenye chorus, ndio kuambia kwamba ujumbe kumbe ulikuwa kuona kwamba Oscar tukifanya ubunifu ambao atujaribu kusikia kwenye masikio, ambao labda umeleta raha nyingine kwa sisi wasikilizaji wa muziki e. Na huo ubunifu si nimeshauzungumzia, lakini nimesema kwenye composition, unaposema word setting, yaani word setting ni uwekaji wa maneno katika ule ubunifu wa melodia, na penyewe penatakuwa uwe nini maki. Kwa hiyo pale anatam, anatumia maneno makali watu ambao hawajazoea kuyatumia Unaonaje angekuwa ameleta maneno yenye mafumbo fulani hivi, sio moja kwa moja tu, unajiachia <laughs> unaona eh, lakini ubunifu ndio unatofautisha. Lakini nategemea ubunifu pia, wako watu wana upokeaje. Okay, na huo ndo ugumu wa sanaa. Unasema sanaa, kila mtu anaweza kusema kwamba bwana hiki kitu ni kizuri, hiki kitu ni kibaya. Kila mtu ana namna yake anavyoipokea sanaa kwa hiyo hatuwezi kuwa na lugha moja tu kwa mabana, sanaa lazima iwe iwe hivi. Sawa, mmewekea limitation wanakumana kwamba usikilize sehemu maalum na age ya vijana kadhaa. Nyie kama Baraza la Sanaa la Taifa mtajuaje sasa kwamba nilika hili ndio linasikiliza hii nyimbo ya Oscar Oscar? Ndugu yangu hata ukienda Marekani sasa hivi ukiambia pakea wimbo wako kwenye YouTube wanakuuliza pale miaka mingapi. Sasa, sasa, sasa, sasa swala mii, vipi, niswa, niswa la jamii kwamba we utamonita vipi hilo ni swala jingine. Lakini sisi tumeshatoa hiyo grade. Kwa hiyo wewe mwenyewe kama unakula unajua, hii haikuhusu <laughs> ni la kwako sasa <laughs> <laughs> eh, kwenye digital platform ndio na yeye eh, tulimpa kabla anajua na tulizungumza <laughs> haya jamani nashukuru. Sawa. Kwenye nyimbo kazi, sio? <laughs>